ambaye ni mgeni wetu rasmi katika sherehe yetu ya uzinduzi ya leo, Mheshimiwa, nakukaribisha sana. Iko mabwana, habari za jioni, salama. Jamhuri ya, diwani, ya, ya, Muungano, ya wa Tanzania. Basi nafikiri ni muda wangu kwanza kumshukuru Mungu na naomba tunaoongea kidogo, mngelipa nafasi kidogo, tukaacha maudhui haya, tumeyasema mmeyasikia. Ili ndugu yangu Jedi, kijana wangu, baba mzazi wa kijana wetu Jedi, mama, baba wadogo, mama wadogo, mke wa kijana wetu, mwenyekiti wa serikali ya mtaa tulioko hapa, ndugu na marafiki, nafikiri itifaki nimezingatia kwa sababu ya muda. <coughs> Naomba nichukue nafasi hii niseme maneno machache. Naomba kijana wangu Jedi usimame. Katika maisha jinsi ninavyoishi na watu, Ndivyo Mungu pia analeta baraka zake. Niwashukuru kwanza wazazi wa kijana wangu Jeki. Baba na mama mlimlea vizuri kijana wetu wenu, kumpigia makofi hey. Jeki akitokea mtu akasema nimegombana naye, nitamshangaa. Ni kijana mdogo lakini kijana ambaye ana adabu, kijana ambaye ana utu, kijana ambaye anahangaika na maisha yake na familia yake, kijana ambaye ana msaada kwenye jamii, kijana ambaye anajitoa kwa ajili ya serikali yake na nchi yake, kijana ambaye ni mfano wa kuigwa kwenye vijana wakati wa Kashai, umpigia makofi si mwenyekiti wa serikali ya mtaa kitu kama hiki, na ninasema kwa nia njema, sisi wanasiasa tunaweza kuwa ni chanzo cha kujenga au tukawa ni chanzo cha kuharibu katika jamii. Nimshukuru Mungu, kipindi changu cha uongozi watu ambao walikuwa wamekimbia Kashai wamerudi kuwekeza Kashai, kujipigia makofi kwa sababu Kashai kumenoga. Na asema hayo kwa sababu zamani ilikuwa kijana kama huyu anayehangaika, akipata vitu kama hivi vizuri vizuri, wanatoka watu wachache wanamzulia tu, mara amekuwa hivi, mara atamuita jina hili, mtu anaondoka. Watu wamekimbia Kashai kwa sababu ya unafiki, kwa sababu ya chuki, kwa sababu ya husuda za watu wachache katika uongozi wangu watu wamerudi, na naomba waendelee kurudi, kwa sababu wana haki ya kuwekeza kwao kwenye Kata ya Kashai. Amina, na ninasema ya kwa sababu mimi katika uongozi wangu napenda haki, napenda watu wawe na maendeleo, nataka mwenye nacho ainuke zaidi. Huo ndio uongozi na hiyo ndio amani kwa kiongozi. Nafasi hii Nawashukuru wawekezaji wote wakiwemo na ndugu yangu vijana wangu Jedi, ambaye amefungua loji yetu, inaitwa City Comfort Lodge. Ni loji nzuri, tumetembea tumeiona, yenye viwango, inafurahisha. Mahala salama, pana utulivu, lakini pana ulinzi wa kutosha. Namwachia jukumu la mwisho mwenye ta mtaa. Nakuomba kama Bashabi, pamoja kwa kwamba yeye Bwana Jedi ana ulinzi wake wa hoteli yake, lakini naomba nisisikie, nisisikie, anisisikie kusikia vibaka au watu wabayo wamekaribia kwenye eneo hili.